Mmoja ana mbinu zake za kufanya kitu mpaka kieleweke. Hicho eka shilingi milioni mbili, zikope popote, tutakutilia milioni kumi na mbili, lakini usimwambie mtu. Yote zikope alafu fanye huko. Na namie mwisho nikamwambia sikufahamu mie, sitapeliki. Anaambia nitajie namba zako za siri. Namba za siri tena? Ehe, kamwambia haya, inshallah, nkatajia. Leo tuko hapa katika kisiwa hiki cha Pemba. Tumekuja kwa sababu ni mwendelezo wa ile semina ya ni rahisi sana, ambayo tulikuwa tumeifanya kwa ajili ya wazee kule Unguja, hasa tumeendelea nayo na hapa Pemba, na lengo hasa ni kupata wazee ambao wameshastaafu na wengine ambao hata hizi teknolojia na mambo mbalimbali hawaelewi. Kwa hiyo unakuta wao ni rahisi sana kutapelika, rahisi sana kwamba wanaweza wakatapelika, wakaweza kufanyiwa mambo ya utapeli. Napenda nitoe shukrani nyingi kwa TCRA kwa kutuita katika jumuiko hili ili kutueleza athari za mtandao na mambo ambayo yanaweza kusababisha athari kwetu. Kwanza kuna swala zima la fursa mbalimbali ambazo huwa tunaziona mtandaoni, kuna mikopo ya mtandaoni Ha, hizo ni fursa. Mkopo ni fursa wa mtandao lakini fursa hiyo unatakiwa uihakiki kwanza kabla ya kuiendea. TCRA nakujulisha kwamba usifungue kiunganishi chochote kile kwenye mtandao bila kuhakiki chanzo chake. Nashukuru kwanza kwa, kwa kutupa huduma hii aliotupa leo, elimu aliotupatia ya kutupa elimu na matapeli wanaotumia pesa zetu, wanaotunanganya nguvu zetu, wanaotupa vitisho kwenye nafsi zetu maana ya kwamba alete milioni nne tano akutisha hivyo. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi, mwingi wa rehema kutujalia leo hii tukapata dozi nzuri ambayo kuwa kipindi kikubwa watu wakipata tabu. Kila mwananchi kwa wastani atakiwa adhibiti usiri wa simu yake na asiutoe kwa mtu mwingine, nikiamaanisha asiseme password yake wala asiongee na watu ambao yeye hajawatambua. Hakikisha una nywila au password au neno la siri ambalo ni thabiti na ambalo ni imara.